Yesu asifiwe, karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50, ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sana sana bwana anavyonijalia. Um, ninakaribisha sana katika series hii ya wawili wawili, ambapo nina share neno la Mungu kwa dakika kama tatu hivi. Naomba unipe dakika zako tatu, na leo wawili wawili tunawaangalia ni wezi msalabani. Na kabla ya hapo, ninaomba kama bado hujasubscribe, subscribe, subscribe, share, like, and comment. Wezi msalabani, tunajua Bwana Yesu alipokufa msalabani pale palikuwa na wezi wawili, mmoja upande wa kushoto na mmoja upande wa kulia. Na kama kawaida pana katika Biblia, the theme mojawapo katika Biblia ni watu wawili au vitu viwili ambavyo wanapitia the same thing lakini wanafanya maamuzi tofauti. Kwa hiyo tunamuona neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Luka ishirini na tatu kwanzia mstari wa thelathini na tisa mpaka 43. Na mmoja oh, wao mmoja wao hao walifu waliotundikwa na Yesu akaanza kumtiaki bwana Yesu kumwambia, je, wewe si Kristo? jiokoe nafsi yako, na, na tuokoe na sisi. Lakini yule wa pili akam, akamkemea yule wa kwanza akasema, umuogopi Mungu nawe u katika hukumu hiyo hiyo, nayo ni haki. Sisi kwetu ni haki kufanyiwa hivi tulivyofanyiwa. Yani alikuwa anajaribu kumwambia yule mwingine kwamba sisi kweli tumeiba, tumeua, sisi ni wakosaji, lakini huyu hajafanya kosa lolote, ni mtakatifu. Akasema e hey, Yesu nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia amini nakwambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Umaona wawili, mmoja anamdhiaki Yesu, mmoja anachukua ana jukumu la kumuumba Bwana Yesu ampumbuke katika ufalme wake. Kwao alimtambua Bwana Yesu kama ndio mfalme wa falme, akamtambua Bwana Yesu kama ni ufalme, ufalme, bwana wa mabwana. Sasa kuna kuoga na watu wengi sana wao wanapindaga kumdiskasi huyu mwizi wa pili kwamba huyu mwizi wa pili hajawai kwenda kanisani, hajawahi kutoa zaka, hajawahi kufanya chochote lakini imani aliyokuwa nayo na toba aliyoifanya msalabani dakika ya mwisho kabla ya kufa imempeleka ime straight katika uzima wa milele sasa hii inaonyesha neema ya mungu katika maisha ya mwanadamu na kila mtu ana neema yake tofauti kuna watu kama huyu mwizi wa msalabani lakini kuna watu ambao dakika ya mwisho wanajikuta wako kama huyu hapa, huyu wa kwanza, ndio wanazidi kuwa waovu. Mungu atusaidie. Lakini ni matumaini yangu ya kwamba mimi na wewe tutachagua kuwa kama huyu eh, mwizi namba mbili, ambaye alifanya shauri na kumtambua Yesu kama mfalme wa wafalme. Kumtambua Yesu ni kwamba Bwana, eh, yeye ndo anaileta uzima wa milele kwa hiyo wapendwa Mungu atusaidie tuchague uzima na tukatae mauti, tufanye shauri au tukate shauri lililo bora, nao kupokea Bwana wetu Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Basi Mungu awabariki, naomba kama bado subscribe, subscribe, share, like and comment. Tutaonana tena wakati mwingine Amen.